Wakati huo vyama vinaanzisha kuwa na changamoto mbalimbali hasa za ukosefu wa mizani ya kidijitali. Kipindi hicho kama mnakumbuka, walio wengi, mizani ambayo ilikuwa ikitumika ni ile ilikuwa ya kuning'iniza. Nafikiri mrajis warajis wote waliopita kipindi kile na mafunzo ya shirika walikuwa mstari wa mbele sana kwa masuala ya vyama, tutoke katika mizani ya kuning'iniza tuende kwenye mizani ya kidijitali. Nakumbuka tuli wengi hapa tunafikia wa mashariki, kulikuwa na waraka maalum ambao uliviongoza vyama kutoka kwa mizani ambayo tulikuwa tukitumia, ili kuendeleza kwenda kwa mizani ya kidijitali. Na nishukuru tu kwa usimamizi ambao ulikuwa kufanyika kutoka kwa wafanyakazi wa shirika na wadadi, tuliweza kuona kutoka kwa ile mizani ambayo tulikuwa tukitumia kwenda kwa mizani ya kidijitali. Sasa, mizani ambayo tulikuwa tunaenda kwa kidijitali, changamoto ilikuwa ndiye inaweza ikaunganishwa na mfumo ndio ikiwa changamoto. Nafikiri waziri mkuu kwenye ujio wake mwaka elfu mbili ishirini na mbili wote tutakuwa tunakumbuka tuna tulikaa pale Kyela, KYECU. Moja ya changamoto ambayo zinaelezwa na watu ni swala la upatikanaji wa risiti, lakini pia uwazi kwenye shughuli nzima ya ukusanyaji wa zao la kokoa. Yakatolewa maagizo pale ama pale, kama chama na wadau wote wa ushirika, tuangalie namna gani tutatoka kwenye mfumo ambao tunakuwa nao, a kwenye mfumo wa kidijitali. Na katika kutekeleza hilo, kupitia mkutano mkuu wa wadau wakuzao wa mkoa mwaka elfu mbili na ishirini na nne, tukaweka sehemu ya makato napao na shilingi hamsini kwa ajili ya kuwezesha upatikanaji wa vifaa hivi ambavyo tunaenda kuvigawa hivi karibuni. Mshukuru Mungu kwamba katika mkutano ule wa wadau ambao ulifanyika, viongozi wote ambao walishiriki kwa proposal kwenye hiyo, na tumeendelea kukata ile shilingi ya 50 mpaka tunaweza kusimama. Ah, uh, ili tuweze kufikia huko kulikuwa na hatua mbalimbali ambazo tutakuwa tukifanya. Kwanza, kama chama itakiwa tuombe kibali cha matumizi ya hizo fedha kutoka kwa mradi. Nishukuru mradi wa msaidizi. Kwa miongozo yake na namna ambavyo alikuwa akisaidia tuliweza kupata kibali na tukaanza rasmi mchakato wa kwa ajili ya uagizaji wa mizani. Tulivyoanza tukaanza na onyevu ambavyo tayari ishafika, lakini pia kuna mizani ya kidijitali ambayo hivi karibuni tunaenda kuja. Sasa kabla ya kuingia huko, hii mizani kwa sababu inakuwa imeunganishwa na mfumo munga kwa hiyo kilichofanyika chaniki hapa leo ni kujifunza namna gani ule mfumo unaenda kufanya hiyo kazi, ili baada ya mizani kuja, tuwe na uelewa namna ya matumizi ya huo mfumo ambao utakuwa umeunganishwa na mizani. Lakini kwa kifupi, nishukuru sisi kama chama kikuu cha ushirika KYECU, tushukuru viongozi wote wanaosimamia kwanzia ngazi ya ushirika na maragisi wetu lakini viongozi wote wa serikali namna ambao wamekuwa na sisi bega kwa bega kuhakikisha shughuli zote ambazo tunazifanya zinafanikiwa, lakini kwa kufuata taratibu zote za sheria, utaratibu mzuri ambao utatusaidia sana sisi, kwa maana serikali na wananchi, kuhakikisha kila mtu anajua umepeleka mos kilo kumi ya kokoa basi kumi, hato, miko, ni kilo kumi, na bahati nzuri kimeonyeshwa hapo na namna gani zinapimwa mpaka unatolewa resiti. Kwa hiyo yeye malalamiko ya kwamba nimeibiwa kwa pafuati sana, naamini kupitia mfumo huu hayatakuwa kwa mafunzo hayo yanayoitwa jamani, lakini kuna makarani na mameneja, ni yasikilizo kwa makini Zimetingwa siku mbili maalumu kwa maana ya kujifunza, mwelewe. Usipoelewa uliza, ulikitoka hapa unajua namna kutumia kishwani, kwa sababu kule utakuwa mwenyewe. Kwa hiyo kama uelewi uliza kabisa, uwe huru kuuliza, uelekezo vizuri, ukiondoka huko huru kufanya michakato uh, au hatua zinazofuata kupitia kishwani hii lakini pia tuvitumie kwa malengo yaliyokusudiwa. Tumepewa kwa ajili ya kuweka hizo rekodi za kilo za kila mkulima anayeleta kwenye akosi, si kwa matumizi mengine. Vitunzwe ili vidumu, pia na viwekwe sehemu salama zaidi ili, ili iweze kutumika muda mrefu, iweze kutumika muda mrefu zaidi. Kwa hiyo ni jambo la kushukuru sana, ni kitu kizuri. Na sisi kweli mara nyingine watu wapata malalamiko, nimepeleka kilo fulani lakini hazijatimia maana sijalipwa zote, mara hivi na mimi malalamiko haya nitakwanza kutumia vishkwani, malalamiko ataisha kwa wakulima wetu. Lakini pamoja na hayo, mfumo huu mimi naupenda kwa sababu kukokoa kwa halmashauri ya kila asilimia tisini ya mapato ya halmashauri tunategemea kokoa. Unatambua mchango wenu sana katika kuhakikisha halmashauri yetu inapata mapato ya yas. Bila nyinyi sisi hatuna halmashauri, kwa maana tunapato tunawategemea nyinyi asilimia tisini na zaidi, na tunashukuru Mungu kwamba asilimia siku hizi zimepanda hizo, kwa mujibu wa, wa soko tofauti na zamani, kwa mujibu wa uh, makadirio ya bei lakini sasa hivi kwa mujibu wa soko tunapata uh, tozo za halmashauri ambazo ni tako la kisheria. Kwa hiyo ni waombe nitumie nafasi hii kabla sijamkaribisha mijenazi, ni ombe tena kweli mameneja na makarani wote, kokoa hizi tukizuruhusu ziende halmashauri nyingine ina maana tumepoteza mapato ya halmashauri yake. Ukiona umechekusha kokoa hizi zikienda kusokero umecherusha kwa kuwa vii tena Rungwe, ujue umekosesha mashauri na, na ni waombe kwa kweli, kwa jinsi ambavyo umehikitisha mfumo unavyofanya kazi ni mfumo mzuri mm, ambao utakwenda kusaidia sisi kwanza kupunguza malalamiko kutoka kwa wakulima na italeta uwazi katika upokeaji uh, wa mazao lakini pia nimeona kwenye ule mfumo ni lazima msajili wa wakulima, kwa hiyo itakwenda kusaidia hata sisi sema kama chama kikuu kujua tunao wakulima wa kokoa wangapi. Na sijui kama mfumo wenu ukaelekea kabisa mkulima huyo anatoka, nadhani ikiwa hivyo tunaweza tukatiwa kabisa, kama tunaongelea kwa jumla, basi kwa jumla tuna wakulima wangapi wa kokoa. Kwa hiyo ni mfumo mzuri ambayo ninaamini katika ukuaji wa agua lakini ukuaji wa chama chetu kikuu cha ushirika cha Kenya itakwenda kutusaidia kuweka mipango vizuri, lakini itakwenda kutusaidia kuweza kumfikia kila mkulima. Kwa maana ya kwamba tunapomsajili mkulima tunaweza tukafuatilia pia progress ya mkulima, kama mkulima ameweza kuwasilisha hata kilo kadhaa mwezi huu imuona makojani sita ajawasilisha mzigo wowote, tunaweza pia kufanya ufuatiliaji weu kujua kwamba kwa labda mkulima huyo ana changamoto gani, kwa sababu ninaamini lengo la chama kikuu si tu kusimamia wauzaji na upokeaji wa kuboza wetu ni wakubwa, lakini pia ni kuwa karibu na wakulima wetu. Kwa hiyo ninaamini kupitia mfumo huu wa usajili na basi shamba bora changabora yes. Kwa hivyo kupitia mfumo huu wa shamba bora, tunakwenda kuwasaidia tanie kuweka mikakati mizuri ya kuwafuatilia kilimo na wakulima wetu wanachotaka vikuwanao karibu kuwashauri, ndipo ambapo tutajenga mahusiano mazuri kati ya chama kikuu na wakulima kwao. Ninaamini kupitia mfuko huu utakwenda kufungua mashirikiano mapya kati ya viongozi wa au wa chama kikuu na wakulima, lakini pia itakwenda kuleta uwazi katika upokeaji wa mazao, lakini ninaamini hata katika vikao vyenu nitakwenda kukuweka malengo, kupanga mipango ambayo sasa tunajua tunapanga mipango ya wakulima wa ngazi au atani ngazi aka ambazo tunapokea. Kwa hiyo nitakwenda hata kuwasaidia hata kwenye utafutaji wa soko, kuuza kwenye ushirika moja kabisa. Ndani ya mwaka wa fedha labda 25 26 sisi tulikadiria labda tutaweza kuuza kiasi fulani, lakini kulingana na wakulima wetu hali labda ya, ya, ya, ya andani ya mwaka huu labda ilishuka au imepanda, kwa hiyo itakwenda pia kutuletea kuweza kupata statistics za za, zao letu, lakini penda kutuwekea sisi kuweka mipango mizuri ya ukuaji wa ile zao kwa. Lakini niombe kwa nyinyi ambao mnakwenda kupokea mafunzo siku ya leo, niombe wote tusikilize mafunzo vizuri. Changamoto inakujaa pale ambapo ina mfumo mpya unatambulishwa. Wengi tunakuwa wagumu wa kupokea mfumo mpya, lakini ambago, mbao, kwenye, kwa jinsi ambavyo nimepitishwa kwenye mfumo, ni mfumo ambao hata kwa mwenyewe utakwenda kuwapunguzia changamoto nyingi ambazo nakutana nazo, lakini pia itakwenda kuwarahisishia kazi hii. Mambo ya kwamba mkulima muondoka ambaye anasema ameleta analeta kilo 7 baadaye anakuja kulalamika nimepewa hela ya kilo 7 inajenga kati ya anayepokea na wakulima. Kwa hiyo kupitia mfumo mfumo huu kwenye mwenyewe ambayo napata mafunzo haya itakwenda kurahisisha kazi kwa sababu italeta uwati na itaondoa zile chuki zilizopo kati ya wakulima na na wanaopokea ni kwa hiyo niombe tuwe wa akii katika kusikiliza, uh, jinsi kusikiliza mafunzo haya ambayo nakuelekeza na jinsi ya kutumia mfumo, lakini pia niombe kama ambavyo mkurugenzi amesema tutunze vifaa vizuri, sio kwa sababu leo umekabidhiwa wewe, kesho kesho kutwa na kazi yako labda umemaliza. Na na kifaa unapokuwa nacho, ninaamini kifaa kinakuwa ni chombo cha cha kifaa cha chama cha msingi, sio cha mtu binafsi. Umekuwa na hizo changamoto mara nyingi ya sasa, pale ambapo labda watu anapewa mfano iPad, akimaliza uongozi wake anajua ile ni mali yake, lakini kikweli ni mali ya ofisi. Ukiangalia hii ndio, kuna taarifa za za wakulima za wanachama walioko kwenye kwenye chama cha msingi. Kwa hiyo ni mali ya msingi. Kwa hiyo niombe utunzaji mzuri. Tuwe tunavitumia vizuri. Saa nyingine kitu unaweza kuifio na ni very important. Mtu anaweza kaenda nako tumeenda nako kwenye viti virefu kaviacha kukaibiwa. Unakuwa umeleta hasara kwenye chama cha msingi. Tena mpaka unaanza kija kutafuta kifaa kingine. Na hela hizi zimeanza kukatwa tangu siku hii. Na mimi ni shahidi kwa sababu najua wakati zinaanza kuk leta maneno mengi sana, wengi walikuwa na tunakataiea, lakini leo hii tunaweza tukao tumeshangilia kwa sababu kile ambacho tulikuwa au viongozi wetu ya chama kikuu walikuwa wamelenga, leo wamefanikisha kununua vile ambavyo tulikuwa kila siku tunawaambia kwamba tunataka tununue hiki, leo hii wameweza kununua haya. Kaonekana nania ambao sio njema kwenye matumizi ya hukumu ye viongozi wa wakaya kakisha kwamba na nasimamia maslahi apana na wakulima, sababu huu mfumo sio wa kwetu. Mfumo huu ni wa kumsaidia mkulima. Kwa hiyo viongozi kipokuwa wakaya kakisha kwamba hawa amapata mafunzo haya wanakwenda kutekeleza kile ambacho mmedhamiria, basi mfumo huu utakuwa umetumia hela nyingi ambazo hazisaidii mkulima. Kwa hiyo niombe sana wote ambao mnapata mafunzo haya nie mwwe mabalozi kakisha kwamba mfumo huu kweli unasimama na unatumika vizuri, kwa maslahi napana ya kefu laki na lakini maslahi napana ya wakulima wetu. Ukiwa na kwa wakulima, hata niye kazi inakuwa rahisi, lakini tunaposema ushirika, tunajenga uchumi, ndipo ambapo mtajenga uchumi vizuri, kwa sababu mtakuwa mnafanya mama kisasa, mna taarifa ambazo stahiki ambazo mnajua kabisa, sisi katika siara yetu tuna wakulima kadhaa wanalima kiasi fulani katikokua kwa mwaka lakini pia kwa mwezi. Inaweza pia nikajua ndani ya mwezi huu labda wa Januari tumekusanya kokoa kiasi fulani. Kwa hiyo ni mfumo mzuri ambao kusimamia vizuri basi, sisikia tutakuwa mfano wa kuigwa kwenye mazao mengine, kwa sababu tunaamini tumekuwa wa kwanza kuleta mfumo wa kisasa ambao utakwenda kusaidia kuleta uwazi wa wakulima, lakini pia mfumo ambao utakwenda kuwasaidia wakulima kuweza kujua ni kiasi gani cha kilo unapeleka, lakini pia kupeleka kokoa zile ambazo zinatakiwa, kwa maana ya ile hali ya unyevu. Inatokea kuwa na changamoto nyingi sana ya kufoji taarifa, ambao huko nyuma zimetupelekea kuwa na changamoto nyingi sana kwenye mfumo wetu huu wa ushirika ndani ya wilaya ya Kyela tumejitahidi sana kufanya ufuatiliaji lakini bado tumekuwa pia na amko ambazo bado zinafanya michezo. Kwa hiyo niombe, hakuna kiongozi ambaye anataka kuingia vita na wananchi ambaye anaongozi, kwanza hilo lazima. Kwa hiyo mnapokuwa tunaleta matatizo mbalimbali sisi wenyewe tunakuwa hatupendi kwanza kuachukulia hatua. Kwa hiyo niombe usimamizi mzuri. Lakini nafurahi nafrai naamini kupitia mfumo huu Hizi changamoto ambazo kila siku tumekuwa kila siku tunaanza kufanya usuluhishi. Sasa, sijui kama kutakuwa kuna uwezekano wa kuweka magunia fake ma, kwenye mizani ili kuingiza mkulima ameleta kilo fake, kwa sababu nadhani pia mfumo utaweza kutusaidia kutrace pia wale ambao wanaongeza kilo ambazo haziko kwenye jamaa ya msingi.